Msikilizaji, Kristo amefufuka, aleluya aleluya! Karibu katika tafakari na mafundisho kuhusu mkesha huu wa Pasaka. Anayekuletea mafundisho hayo ni mimi Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu. Masomo yetu yanayotongoza katika siku huu ni masomo tisa, ambapo somo la kwanza inatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi sura ya pili aya ya pili. Somo la pili natoka katika kitabu cha mwanzo sura ya ishirini na mbili aya ya kwanza hadi ya kumi na nane. Somo la tatu inatoka katika kitabu cha kutoka sura ya kumi na nne aya ya kumi na tano hadi sura ya kumi na tano aya ya kwanza. Somo la nne inatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya hamsini na sita aya ya tano hadi ya kumi na nane somo la tano natoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya hamsini na tano aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Somo la sita natoka katika kitabu cha nabii Baruku sura ya tatu aya tisa hadi ya kumi na tano na aya thelathini na mbili hadi sura ya nne aya ya nne. Somo la saba inatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya thelathini na sita aya 16 hadi ya 28. Somo la 8 linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya sita aya ya tatu hadi ya kumi na moja na injili inatoka katika Injili ya Luka sura ya 24 aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili. Karibu tusikilize Injili. Bwana awe nani na awe rohoni mwako Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Ee Bwana. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kabulini, wakiyaleta manukato walioyaweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingishwa mbali na kabuli, wakaingia, wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo tazama, watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akasema imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulibiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini wakarudi wakawaarifu wale kumi na mmoja na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo, maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuwasabiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabu yaliyotukia. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendo wa msikilizaji wangu, ni usiku wa shangwe, usiku mkuu na mtakatifu. Wimbo mkuu unaotawala ni Aleluya, yaani sifa kwa Mungu. Aliyekataliwa na kupigiwa kelele kuwa asulibiwe, sasa anaimbiwa Aleluya. Aliyedhaniwa kuwa ni laana na kutundikwa na kufa msalabani sasa anatukuzwa kuwa ni mlango wa kuzima. Hakika Kristo amefufuka, tuimbe aleluya aleluya. Na ujumbe unaotamalaki leo ni Kristo amefufuka, basi tufufuke naye. Liturjia ya usiku huu mtakatifu inegawanyika katika sehemu kuu nne: liturjia ya mwanga, liturjia ya neno, ubatizo na liturjia ya Ekaristi Takatifu. Basi Tumshukuru Kristo mshindaji aliyekubali kuteswa, kufa na kufufuka mwenyewe ili atufungulie mlango wa umilele. Sehemu ya kwanza, ilitujia ya mwanga. Pendwa msikilizaji wangu, katika adhimisho la usiku huu, sehemu ya kwanza ni mwanga unaoangaza katikati ya giza nene. Sehemu hii inafunguliwa na moto mkubwa unaowashwa nje ya kanisa na baadaye kubarikiwa kutoka kwenye moto huu uliobarikiwa unawashwa mshumaa mkubwa, mshumaa wa Pasaka. Inawashwa mishumaa midogo midogo tulionayo mikononi, ambayo tumekuja nayo tukiwa tumeshika mishumaa shumaa inayowaka unaandamana nayo kuingia kanisani, yaani hekaluni, mahali patakatifu, tukitanguliwa na mshumaa wa Pasaka. Sehemu hii ya kwanza katika adhimisho la usiku huu inahitimishwa na mbiu ya Pasaka inayopigwa kuelezea sifa za mshumaa huu wa Pasaka kwa kugusia historia ya ukombozi wa mwanadamu tangu Agano la Kale na namna unavyokamilika katika Kristo kwa kufufuka kwake. Kumbe, mpendwa msikilizaji, tutaanza kuelezea desturi ya kuwasha moto na maana yake. Hii ni desturi inayotumiwa na kanisa kwa kuelezea kazi za moto na ufufuko wa Kristo. Katika matumizi ya kawaida kabisa, moto unaleta joto kwenye mazingira ya ubaridi, ambapo kila anayehisi baridi anatamani kulipata joto hilo ili kujizuia na baridi. Moto ni chanzo cha mwanga kwa walio gizani. Moto unateketeza, unaangamiza na kusafisha. Moto unatumika kupikia na kuivisha chakula. Kumbe moto wa Pasaka ni alama ya ufufuko wa Yesu. Adamu na Eva walitia giza uumbaji mtukufu wa Mungu. Somo letu la kwanza linadokeza kuwa kila kilichoumbwa na Mungu ni kizuri, hakikuwa na upungufu wowote bali kilikamilika. Naye mtume Paulo anadokeza kuwa viumbe vyote viliingia katika laana ya mauti kwa kosa la Adamu na Eva, hata wale ambao hawakutenda dhambi ifananayo na kosa la Adamu na Eva walihesabiwa mauti. Na asoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya tano, aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na nne. Hili ndilo giza kuu lilofunika dunia, yaani, giza la dhambi na mauti. Mauti haya ni kifo cha kutengana na Mungu, yaani kuishi bila neema ya Mungu, kutaka kujitawala na kujiongoza, kukata tamaa na kupoteza tumaini, kukosa unyenyekevu na kujishusha mbele za Mungu, badala yake kuwa na kiburi. Mauti haya ni dhambi kutawala moyo wa mtu hadi kushindwa kutambua upendo wa Mungu na kuishia kukosea zaidi na zaidi badala ya kurekebisha. Hivyo, kama vile moto unavyotia joto, unavyotoa mwanga, unavyoteketeza na kusafisha, ndiyo kazi na sifa ya ufufuko wa Kristo. Ufufuko wa Kristo ni mwanga kwa waliokuwa wamekata tamaa juu ya uwepo wa maisha mapya ya milele. Kristo amefufuka hafi tena na wote wanaomfuata a wa uaminifu wanapata mwanga kuwa baada ya maisha ya hapa duniani kuna maisha mengine ya umilele. Ufufuko wa Kristo ni mwanga na joto la matumaini kwamba hatusafiri kuelekea kusiko kuwepo bali kuna maisha mengine ya utukufu. Hivyo, tunaposali hatupotezi muda, tunapojitoa na kutolea sadaka maisha mali zetu na mda wetu katika kutenda mema hatupotezi muda, bali kuna tuzo la maisha ya utukufu baada ya haya ya hapa ulimwenguni kama ilivyokuwa kwa Yesu. Huu ndio mwanga ambao ufufuko wa Kristo unatumulikia sisi wasafiri. Lakini pia mpendo msikilizaji, watakatifu na wafia dini wa kale wanatupa mfano wa tumaini hilo lilivyokuwa tangu karne za mwanzo wa Ukristo wetu hawakata tamaa kumshuhudia Yesu hadharani hata kuuawa, kwa sababu walikuwa na mwanga unaowamulikia mbele yao kuwa kuna maisha ya utukufu yanayofuata baada ya kuondoka hapa duniani. Hapa ndipo dhambi inakosa nguvu na kuteketezwa katika matumaini ya maisha mapya ya ugile. Hivyo tunapaswa kukubali ufuko wa Kristo utie joto ubaridi tulionao katika kutenda mema ubaridi tulionao katika kujitoa sadaka. Napaswa kutetea haki, usawa na kupinga ukatili. Tuwake joto la maisha mapya ya utukufu, na hapo tutafanikiwa kuipinga dhambi. Mshumaa wa Pasaka huu ni mshumaa mkubwa unaowashwa kutoka kwenye moto uliobarikiwa. Ni mkubwa tofauti na ile tulionayo au tunayoshika mikononi mwetu wakati wa ubatizo au wakati wa maandamano kuingia kanisani umepambwa kwa alama mbalimbali. Alama ya kwanza ni alama ya alfa na omega. Hizi ni herufi za Kigiriki ambapo alfa ni herufi ya kwanza kabisa na omega ni herufi ya mwisho. Herufi hizi zinawekwa kwenye mshumaa kumwonyesha kuwa Kristo ni mwanzo na mwisho. Ni mwanzo wa uumbaji wa ulimwengu na vyote vilivyomo, lakini pia ni mwisho wa vyote hivyo kupitia yeye vitu vyote vilipata kuwepo na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Na yeye ndiye mwisho wa viumbe vyote wa kuvipatia uzima. Yeye anavitawala, vipo katikati yake, hakuna kilicho juu yake. Kujitenga na nguvu yake ni kukataa uzima na kuchagua kupotea, kwani yeye ndiye njia, kweli na uzima. Nayasoma katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya sita. Alama ya pili ambayo tunaikuta kwenye mshumaa huu wa pasaka ni namba nne zinazotambulisha mwaka husika. Hizi zinaonesha kuwa Kristo habadiliki, ni yule yule jana, leo na kesho. Yeye ni Bwana wa nyakati zote, yupo katika nyakati zote za manadamu, nyakati za furaha na huzuni. Yupo nasi kupitia kanisa na watumishi wake yupo nasi katika sakramenti zake na neno lake, akituonesha njia ya kupitia na kutufariji katika magumu yetu. Alama nyingine ambayo tunaikuta kwenye mshumaa huu wa Pasaka ni madonda matano ya Yesu. Hii ni alama ya sadaka ya Yesu kuukomboa ulimwengu. Alitukomboa kwa kuteswa na kudhalilishwa, ni kwa damu yake sisi tunapona. Hata baada ya kufufuka Kristo anabaki na kovu za madonda aliyopata kwa mateso makali. Kovu hizi ni uhakika kwamba ni yeye aliyepigwa amefufuka. Kovu hizi zinatumika kuwarudishia wafuasi wake uhakika kuwa ni yeye aliyefufuka. Wale wote wenye mashaka kama Tomaso mtume wanapata uhakika kuwa ni yeye. Kwa kutazama madonda haya matano tunapata uhakika kuwa kuna maisha ya utukufu. Miili yetu nasi itafufuka na kuungana na roho katika uzima wa milele, kama tutaishi vizuri hivyo. Madonda haya ni mwanga wa imani na matumaini juu ya maisha mapya. Lakini mpendo wa msikilizaji, mshumaa huu unawashwa na kutoa mwanga, na kutoka kwake tunawasha mishumaa yetu na kuelekea kanisani, tukitanguliwa na mshumaa wa Pasaka. Hapa tunajifunza mambo mengi. Kwanza, Kristo ndiye anapaswa kuwasha maisha yetu kwa kupitia mafundisho yake, neno lake, sakramenti. Tabia zake za upole, unyenyekevu, uvumilivu, haki, huruma na msamaha zinapaswa kuwa kielelezo cha maisha yetu. Tunapowasha mishumaa yetu kutoka kwenye mshumaa huu wa Pasaka, ni sawa na kusema kuwa tunapenda kuchukua sifa za Kristo ambazo ndizo mwanga halisi wa ulimwengu katikati ya giza. Hivyo tuombe sifa hizo za Kristo, ambazo mara zote ni njema, ziwe sifa zetu katika familia, jamii, kanisa na mazingira yetu ya kazi, tukiwa watu wa msamaha, upole, kusikiliza, kujali na kuokoa tutakuwa kweli tumewasha mishumaa yetu kutoka kwa Kristo. Tunapowasha mishumaa yetu kutoka kwenye mshumaa wa Pasaka ambao ni uwakilishi wa Kristo mfufuka, tumombe aangaze mioyo yetu na njia zetu, tuone ubaya wa dhambi tuna, tunazozitenda, tuone uzito wa ubaya tunaowatendea wengine na kututenga na pendo la Mungu, tuombe tuone ubaya wa chuki masengenyo umbea, unafiki, uchoyo, ukatili na mengine mengi yanayoiumiza familia, jamii na kanisa. Tukifanya hivyo, tutakuwa kweli tumeiwasha mishumaa yetu kutoka kwenye mshumaa wa Pasaka ambao ni mshumaa wa uzima. Basi tuombe ujasiri huo wa kuchukua sifa za Kristo na kuangamiza sifa zetu mbaya ambazo zimetutenga na wenzetu pamoja na Mungu. Kitu cha tatu ambacho tunakikuta katika sehemu hii ya mwanga ni mbiu ya pasaka. Katika mazingira ya kawaida na katika desturi nyingi ilizoeleka na imezoeleka kupiga mbiu au kupiga yowe tarumbeta hasa kwenye masherehe au njia nyingine inayoashiria tukio furaha. Zamani makabila yalitumia njia mbalimbali mbali kuwaita watu kama kuna jambo fulani lilodai uwepo wa watu, mfano kama kijiji kimevamiwa, kama kuna tatizo fulani lilohitaji majadiliano na kadhalika, zilitumika ala na vifaa mbalimbali kama vile filimbi, pembe na kadhalika. Na katika usiku huu wa kesha la Pasaka, kanisa limekuwa na desturi ya kupiga mbiu kuelezea ukuu wa tukio la ufufuko wa Yesu unaoelezwa kwa kuwepo mshumaa wa Pasaka. Mbiu hii imekuwa desturi ya Kanisa tangu zamani sana, kwani hata Mtakatifu Agostino aliyeishi karne ya nne na ya tano aliandika juu ya sifa za mshumaa wa Pasaka kama alama ya Kristo mfufuka na kusifu kwa mbiu ya Pasaka. Mbiu hii inasifu ukuu wa ufufuko wa Yesu unaopelekea shangwe na furaha mbinguni kwa malaika ikiwaalika watu wote waliopo katika kesha la Pasaka wa furahi. Inaeleza kufufuka kwa Kristo kuwa ni ukamilifu wa historia nzima ya ukombozi tangu kosa la Adamu na Eva, ambalo ni kama tendo la heri, kwani kupitia kosa lao tumestahilishwa kumpata mkombozi na upendo wa Mungu kujifunua kwetu kwa Kristo kuzaliwa, kuishi kati yetu, kuteswa, kufa na kufufuka. Hivyo tuna kila sababu ya kufurahi. Kupitia mbiu hii, Kanisa inaendelea kuomba neema, kuombea ustawi wa amani kwa kuombea viongozi wa Kanisa na waamini wote, kuomba kuwepo haki, amani na maelewano duniani kote. Mbiu hii inaeleza juu ya Kristo kujitoa sadaka, kama vile mshumaa unavyoteketea lakini yeye mwenyewe hapungukiwi kwa kujitoa sadaka kwa ajili ya watu wale aliyowapenda zaidi. Huu ni mwaliko kwetu sisi tunayoshirikishwa sadaka hiyo ya Kristo, kuwa tayari kujitoa sadaka: sadaka ya vitu tulivyo navyo, sadaka ya muda, sadaka ya nguvu na kadhalika. Masomo yetu ambayo tunasoma katika mkesha huu ni masomo tisa. Ni ibada pekee inayokusanya masomo mengi zaidi. Hii ni kwa sababu ya ukubwa wake, yaani utimilifu wa historia nzima na tabiri mbalimbali za tangu kale. Masomo haya yanadokeza matukio muhimu kwenye historia ya ukombozi wa mwanadamu, ahadi za Mungu juu ya ukombozi tangu uumbaji mpaka ufufuko wa Kristo. Katika masomo haya tunamwona namna Mungu asivyomwacha mwanadamu pamoja na makosa yake ya hapa na pale lakini amemvumilia mpaka kumkomboa. Katika masomo haya yote tisa, tunapata masomo mawili yanayoelezea ukuu wa ubatizo na safari ya maisha ya mfuasi. Ndio maana katika kesha hili tutatafakari pia, au tunaona wakati kumeni wakibatizwa. Somo la kwanza ambalo linagusia maisha ya ubatizo na maisha mapya ni somo linalotoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya 15 sura ya kumi na tano aya ya kwanza. Somo hili linaeleza namna Waisraeli walivyovuka bahari ya Shamu kutoka utumwani Misri na maabii wao waliokuwa wakiwafuatia kwa ukaribu kuangamizwa katikati ya bahari hiyo. Somo hili linadokeza juu ya nguvu ya ubatizo. Mtu kabla hajabatizwa yupo chini ya kifungo cha dhambi, yupo utumwani mwa Shetani. Shetani anatamani mara zote kukaa naye na kumtumikisha kama walivyokuwa watoto wapenzi wa Mungu kule Misri. Katikati ya maji ya bahari ya Shamu, utumwa uliisha, kwani maadui zao waliangamizwa na wao kubaki huko. Hayo ndiyo maisha ya ubatizo. Katika maisha ya ubatizo, adui wetu mkuu Shetani na mamlaka yake juu yetu anaangamizwa na sisi tunaunganika na Utatu Mtakatifu, yaani Baba mwana na roho Mtakatifu. Hivyo, wakati kumeni wetu leo wanafanywa vyombo vipya vya Mungu na kuanza safari chini ya uongozi wa Mungu mwenyewe. Hii inatukumbusha namna nasi tulivyowathamani. Lakini hatupaswi kusahau, baada ya wa Waisraeli kuvuka Bahari ya Shamu waliingia jangwani na kuanza maisha mapya na kusafiri kuelekea nchi ya ahadi. Ndiyo maisha yetu ya hapa duniani kuelekea mbinguni. Tunaposafiri kuelekea mbinguni, maumivu ya kiimani hayakwepeki, lakini tunapata tumaini kuwa katikati ya jangwa hili Mungu aliwaongoza ya wingu, lakini pia aliwaongoza kwa alama ya nguzo ya moto. Hivyo nasi katika maisha yetu ya kila siku, Mungu anaendelea kutulea, anaendelea kutulinda, anaendelea kutuongoza kupitia kanisa lake. Kanisa lake linatusafii Kanisa lake linatupatia nafasi zote ambazo tunazihitaji kwa ajili ya maendeleo ya imani yetu. Ndiyo maana kanisa hili halikomi kutufundisha, halikomi kutulisha chakula kupitia sakramenti, lakini pia halikomi kutuelekeza njia sahihi ya kupita kupitia mafundisho ya maadili. Nasi tunapokuwa katika safari hii, tunapokumbana na ugumu, tusione kwamba Mungu ametuacha. Katika mapambano haya tutamfikia Mungu, lakini pia tutaendelea kushiriki na kuendelea kufurahia ufufuko wa Kristo. Somo la pili ambalo linadokeza maisha ya ubatizo ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ni sura ya sita aya ya tatu hadi ya kumi na moja. Mtume Paulo anatuambia kuwa kwa ubatizo wetu tulikufa katika dhambi na tukafufuka katika maisha mapya pamoja na Kristo, tukiwa watoto wa nuru tumejaa neema ya utakaso na kuurudisha utakatifu ambao mwanadamu aliumbwa nao kuwa hai. Hivyo siku ya leo, katika mkesha huu, tuombe udumifu katika neema hii tunapozirudia ahadi zetu za ubatizo. Tuombe tunapo, tunapoipokea ekaristi takatifu, basi iamshe tena ile neema yetu ya ubatizo, tuendelee kufanya muunganiko wetu na mungu endelee kuwa hai na ekaristi takatifu ambayo tunaipokea iendelee kutufanya hai na wazima katika kumfuata Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ulikuwa nami Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa damu takatifu ya Yesu.